Funguo uh, iko imekuwa inafanya kazi na serikali na kujaribu ku, ku, kutafuta wale wanaanza biashara, ile itasaidia vijana na kina mama uh, kwa sababu tunajua kuna shida kubwa sana ya ajira kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa hivyo tunatafuta wale vijana wako na biashara, lakini wawezi kufikiwa hawezi kwenda bank ama kwa uh, kwa watu wengine wale wanapatiana pesa kupata kazi yao, kupata fedha ya kuanzisha hiyo biashara. Kwa hivyo Funguo inawasaidia kupatiwa hiyo, tunaitanga seed capital ya kuanzisha biashara, ndio hiyo biashara ikishika nguvu, ndio waweze kusasaweza kupata pesa kwa kutoka kwa uh, watu mbalimbali kama banks na watu wengine, na tumesikia uh, story ya Geoffrey ule alianza mazao hub, vile Funguo iliweza kuja mapema na kumsaidia hiyo pesa, na hiyo pesa ilimsaidia sana ku hiyo kampuni ya mazao hub uh, kukua na kuweza kupata pesa nyingi kulika kutoka kwa investors wengine. Tumekuja na huu mfuko au usaidizi huu nasaidia biashara ambazo ni bunifu hasa kwenye, uh, um, um, uh, um, uh, kwenye mnyororo wa mazao, mnyororo wa samani na mazao ya misitu, na msaada huu utakuwa miaka miwili, na ndo umeanza leo au umeanza sasa hivi. Kwa hiyo kwa vijana wote au watu wote ambao wana biashara bunifu hasa kwenye mnyororo wa samani na mazao ya misitu, mnakaribishwa sana ili kuweza kuomba na lengo hasa ni kuweza kuwa na uendelevu wa rasilimali ya misitu, kutunza mazingira, lakini mwisho wa siku pia na kutengeneza ajira e, kupitia sekta ya misitu. Na Finland imeweza kuwekeza huko, kwa sababu ina historia ndefu zaidi ya uwekezaji kwenye sekta ya misitu, na nchi yao kwa kweli kwa muda mrefu zaidi ilitegemea hasa sekta ya misitu. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana kwenye sekta ya misitu kama kweli tukiwa na, na wavumbuzi na kuweza kuzichukua hizo fursa ambazo ziko kwenye sekta misitu. Kwa hiyo kwa machache hayo ambayo hayajaandikwa um, nawaalika sana wote ambao wana biashara au wana mawazo sana, sana biashara ambazo zina, zinafanya kazi nadhani eh, uhalali au uh, vigezo na kadhalika vyote vinapatikana kwenye kwenye hilo tangazo ambalo tayari limeshatangazwa, muda ambao tulikuwa tunahitaji na nakiri kabisa, kama isingekuwa support ya Funguo labda tungekuwa ni kampuni ambayo imekufa. At that time ambapo Funguo alikuja tulikuwa tuna struggle sana financially na business model bado tulikuwa tuko very clear. Kwa Funguo alipokuja, aliwekeza, wakatupa grant ya dola elfu hamsini sisi kwetu tulikuwa kama Like tulitumia ile hela kuweza kufanya pilot ya soil kit za mwanzo kabisa kwa sababu sisi tunazalisha soil kit kwa ajili ya kukusanya taarifa ya udongo na kumpa mkulima huduma ya ugani kuanzia kwenye udongo mpaka mavuno. Kwa tulianza kutengeneza zile soil kit za mwanzo na tukapata kazi mpaka tenda mpaka tukaanza kufahamika serikalini lakini chanzo kikubwa ilikuwa ni pesa kutoka funguo kulikuwa tehali, na wafanyakazi tayari walishaondoka ofisini nakumbuka tulikuwa wafanyakazi kumi na moja lakini wakafanya kazi sita walikuwa wameshaondoka kwa sababu tulikuwa hatuwezi kuwalipa mishahara kwa funguo walivyokuja kuweka pesa ndo wafanyakazi wakarudi na walivyorudi sasa ndo tukaanza kuzalisha sonikiti kama majaribio. Baada ya hapo, mazao habu haikuwa the same tena. Ninavyoongea na nyie sasa hivi, mazao habu imeweza kupata uwekezaji wa dola za Kimarekani. Sasa hivi ndo tuna close round itaongea kwa t shilingi pia 1.5 million milioni 1.5 kama equity investment ambayo tunaweza tukasema ni karibia bilioni zaidi ya bilioni tatu kutoka dola elfu hamsini ambayo tunasema ni milioni mia moja ishirini tumekuja kupata uwekezaji wa wa milioni, wa bilioni zaidi ya bilioni tatu.